Leo nataka niweke wazi hofu niliyokutana nayo mwanzoni kipindi naanza biashara. Kipindi naanza biashara, hofu kubwa niliyokuwa nakutana nayo, moja, uhakika wa kupata mteja; mbili, ilikuwa ni hofu ya watu ambao wamenizoea kwa sura nyingine. Hivi vitu viwili vikubwa, wengine wote nilikuwa sio hofu kipindi nimeanza kuwa mjasiriamali. Sasa nikaanza kugundua yaliomo humu. Sasa yaliomo ndani kwenye uengo ya kupata wateja, nikaja kugundua okay kumbe vile ambavyo nafikiria kwamba nikishakuwa na, kwa nikisha na product ama service, wateja watakuja direct kwangu kama kutoka mbinguni Mungu anawashuka, hiyo haipo. Kuna njia na mbinu ambazo zinatakiwa zifanyike. Moja kati ya kitu ambacho ninajifunza ni kutengeneza personal brand. People they have to understand you to know who you are, you where are you from why are you doing this. Cha pili watu wanatakiwa waone product yako itawatoaje sehemu waliopo, waliokwama kwenda next step ambayo wanatamani kuwa. Alafu cha tatu lazima utengeneze authority na convincing power utakavyoonyesha kwamba mkikiwa sababu mmeshaelewa prodakti hii na watu waje kwenda sehemu moja kwenda nyingine. Pili, mmeshanielewa mimi nani, tata tata tata tata ni nani nafanya hii kwa sababu gani? Sasa tatu, tunaingia ni mfanye nini sasa ili kupata huduma yangu na nitengeneze mekanism na logistics na namna gani ambavyo nyiye mnaweza kupata huduma yangu vizuri kwa hiyo, hiyo ndio cha tatu cha muhimu. Alafu nikagundua kwamba ukifanya hivi vitu vitatu umetengeneza kitu kinaitwa personal brand, na brandi yako inavyokuwa kubwa ndivyo inazidi kukupa nafasi kubwa sokoni. Baadaye nikaja kugundua ok, kuhusu watu ambao nawafia, nawaogopa nikaja kurealize kwamba mtu awazavyo nafsini mwake ndivyo alivyo yeye yeah. hizi hofu za watu ambao wanategemea zitatoka kwa watu hazitoki kwao, zinatoka kwako unaweza ukaona like ya mtu ambaye unamjua vizuri, unaanza ameona, kumbe ameona kama like Joe. Yo, you are doing good, wewe umekuwa kama mfano kwake kwamba yeye ni kijana mwenzako, ameona kumbe inawezekana, alafu unaanza kujificha, kumbe ameona. Kwa hiyo awazacho mtu moyoni mwake ndivyo jinsi alivyo yeye, sio, sio jinsi walivyo watu wanavyomchukulia wengine, hapana. So, it depend on you. Utaamua uishi maisha ambayo wewe uyapendi, chumba kimoja umejivundika kama ndizi, umekaa mle kwa sababu unaona aibu, au uchange your life? Hatua ya kwanza ni ipi? Comment neno start hapo chini, ntakutumia course maalum ambayo itakugaidi hatua kwa hatua, ukanyage wapi, upite wapi, ufanye nini, ili upate matokeo ambayo natamani kuwa nayo.